Ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunaadhimisha dominika ya tatu ya mwaka A wa kanisa. Leo mama kanisa anatualika kutoka katika giza na kwenda katika nuru, kutoka katika maisha ya mazoea na kwenda kwenye maisha ya kweli ya kumfuata Kristo. Masomo ya leo hayazungumzii watu wa zamani tu bali yanazungumza moja kwa moja na maisha yetu ya leo. Maisha ya vijana, wazazi, wafanyakazi, wanafunzi, viongozi na waamini wa kawaida wanaojitahidi kuishi imani yao katika dunia yenye changamoto nyingi. Ujumbe wa Dominika ya leo unaweza kufupishwa kwa maneno matatu: nuru, toba na wito. Katika masomo yetu ya leo somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya nane aya ishirini na tatu hadi ile sura ya tisa aya ya tatu somo la pili kutoka kitabu cha wakorinto wa kwanza sura ya kwanza aya kumi hadi ya kumi na tatu na ile ya kumi na saba na katika kitabu cha injiri mwinjiri mathayo sura ya nne aya kumi na mbili hadi ya ishirini na tatu ndugu wapendwa dominika ya leo inatuletea maneno mawili muhimu sana kutoka kwa yesu tubuni na nifuateni karibu tusikilize pamoja tafakari hii hadi mwisho itakayoletwa na Padri Faustin Rechungura. Wapendwa, wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribisheni tena kwa mfulizo wetu wa tafakari ya neno la Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kama mzaburi asemavyo, neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Tafakari hii ni ya jumapili ya tatu ya mwaka A wa kanisa, na tafakari hii nimeigawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nitaongelea juu ya Dominika ya neno la Mungu, na sehemu ya pili nitaongelea au nitatafakari juu ya masomo yenyewe ya dominika hii ya tatu ya Pasaka. Tuanze na sehemu ya kwanza ambayo ni Dominika ya Neno la Mungu. Dominika ya tatu ya mwaka katika kanisa Katoliki miaka ya hivi karibuni, nitaeleza historia kidogo, yaani kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tisa inaitwa Dominika ya Neno la Mungu na ilianzishwa mwaka 2019 na Baba Mtakatifu wakati huo mkumbukwa, Papa Francisco, ili kukumbusha na kuimarisha nafasi ya maandiko matakatifu katika maisha yetu kama waamini, lakini na liturujia ya kanisa. Tunafahamu kwamba kama alivyosema Mtakatifu Jerome au Hieronimo, kwamba bila kufahamu neno la Mungu ni vigumu kumfahamu Kristo. Kwa hiyo ukitaka kumfahamu zaidi Kristo, lazima usome neno la Mungu na unajua, chanzo kikubwa kabisa cha maisha yetu kama wa Kristo, lazima tuanzie kwa Yesu, kila kitu kiwe kwa Yesu, kwa sababu Yesu mwenyewe ndiye neno la Mungu. Sasa dominika hii kimsingi ilianzishwa tarehe 30 Septemba 2019 kumi na na ilikuwa siku ya kumbukumbu ya Mtakatifu Yeronimo au Jerome mwengine wanavyomwita, ambaye alifanya kazi kubwa juu ya maandiko matakatifu eh, kama mtafsiri wa Biblia eh, alifanya kazi kubwa sana, na tangazo hili lilitolewa kupitia waraka wa Papa uitwao Aperuit Ilis ambapo baba mtakatifu katika waraka huo alisizia kwamba neno la Mungu ni msingi wa imani na maisha ya Kikristo. Maisha ya Kristo kwa kweli yaliyojengwa juu ya neno la Mungu yatakuwa imara, kwa sababu vyanzo vingine vya maisha ya Kristo ni vizuri, lakini hata vyanzo vingine tunavyovitumia tuna vina chimbuko lake lazima yawe maandiko matakatifu. Kumbe tangu wakati huo eh hiyo tarehe 30 eh, Septemba elfu mbili kumi na tisa, eh, kila dominika ya tatu ya mwaka wa kawaida imewekwa rasmi na kanisa Katoliki duniani kote kama dominika ya neno la Mungu. Ndio maana nimesema sehemu ya kwanza ya tafakari hii nikupe katekesi juu ya hili sasa lengo lake ni nini, mama kanisa kuweka dominika hii kuwa ya neno la Mungu, kwanza kabisa ni kukumbusha nafasi ya Biblia katika imani ya Kristo. Waamini tunakumbushwa kwamba neno la Mungu si maandiko ya kale tu, bali ni hai, na neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha maisha yetu. Eh, watu wengine wanazosema haya maandiko ya zamani wakati kabla ya Kristo kuzaliwa au haya maandiko yaliandikwa wakati tofauti hayana maana kubwa kwetu. Hapana. Au wengine wakasema labda halina umuhimu sana neno la Mungu. Hapana, ndiyo maana tunaalikwa kulisoma sana hili neno la Mungu ili liweze kutuimarisha katika maisha yetu ya si kama Wakristo, na hivyo kutubadilisha, kushikamana zaidi na bwana wetu Yesu Kristo. Lakini lengo la pili la kuweka dominika hii ya wa, ya neno la Mungu ni kwamba waamini tunahamasishwa kusoma Biblia nyumbani, makazini, eh, katika jumuiya ndogo ndogo, katika ibada mbalimbali tunazokuwa nazo, katika liturujia mbalimbali katika kanisa letu. Lakini mimi naweza nikasoma kusoma neno la Mungu kimsingi mahali popote pale na hii ya mwisho ya kusoma neno la Mungu mahali popote pale ni kutokana na simu tunazokuwa nazo sasa. Sijui wewe unayenisikiliza, kama una Biblia katika simu yako. Wengi wetu siku hizi tuna simu hizi za kisasa smartphones, ambao unaweza uka, uka, uka download Biblia, ukawa unajisomea. Kumbe hata kama una, uko kwenye basi utasoma neno la Mungu au kama ni wakati wa mapumziko au ofisini, unamsubiri mtu fulani, au hata kama sokoni, una biashara yako au kwenye duka, neno la Mungu unaweza kuwa nalo kumbe, bila kuwa na sababu kwamba sasa nitabebaje Biblia kila mahala, hata kwenye simu yako. Na hii inahisizia sana kutokana na kwamba teknolojia hii imeturahisishia majumbani. mm, eh Tuna tuka tunasali sala zetu hasa za jioni kwa sababu wenda asubuhi tunapata ugumu wa kusali sala za asubuhi. Basi jumbani tusome neno la Mungu jioni baada ya sala zetu mfano za usiku au kabla, eh, wale wanaosali misa za kila asubuhi angalau tunapata neno la Mungu kanisani kila siku. Na neno la Mungu tunalo, tunapolisoma tusome tu kama historia. Vile vile, tunajitafakari kwamba neno la Mungu hilo lina faida gani katika maisha yangu ya kila siku katika jumuiya ya ndogo ndogo? Eh, mimi ni mhudhuriaji mzuri pia wa jumuiya ndogo ndogo. Huwa naona watu wanasoma neno la wa Mungu. Kuna jumuiya ambazo naona wanatoa muda wa kutosha, wanatafakari na wanashirikishana na wanaona kwamba neno la wa Mungu linawasaidia nini katika maisha yao ya kila siku, lakini wengine, kutokana na muda kwamba wende na shughuli zao, basi unakuta muda ni mdogo labda mtu mmoja anasoma neno la Mungu, aliyeandaa anatoa tafakari fupi, afu wanasema tuendelee. Hapana, tushirikishane, tuone linatugusaje katika maisha yetu ya kila siku. Halafu vilevile, kitu kingine ambacho ni lengo lake la kuanzisha ili neno la Mungu ni kwamba kupitia mahubiri na tafakari Neno la Mungu lihusishwe moja kwa moja na changamoto na matumaini ya maisha ya waamini wa e, changamoto na matumaini ya maisha ya waamini wa. Unajua, neno la Mungu ukitaka kulifaidi vizuri unapolisoma na kulitafakari daima jiulize linatoa ujumbe gani kwangu. Inanikumbusha e, miaka ya themanini na tisini mpaka elfu mbili pale mwanzoni wakati ile teolojia ya inaitwa liberation theology e, labda kwa Kiswahili kisicho rasmi kwamba ni teolojia ya kumkomboa mwanadamu e, iliyoanzia Amerika ya Kusini, wakati kulipokuwa na udikteta wa viongozi. Waamini walikaa kwenye jumuiya zao ndogo ndogo wakasema, hapana, lazima neno la Mungu daima tunapolisoma tulitafakari na tuone linatusaidiaje kutukomboa katika hali hii ya udikteta tunayokuwa nayo. Na kweli wasaidia wasaidia kwa neno la Mungu, katika umaskini wetu, katika changamoto mbalimbali za maisha zazo, kwa shida, magonjwa mm, ukosefu wa kazi, neno la Mungu linatusaidiaje? Linatupa matumaini gani? kwa neno la Mungu ni kitu cha muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku na sasa e, e, tuseme kwamba ninyi hasa waamini, mwendelee kulisoma neno la Mungu, alafu na sisi ambao tunahubiri kwenye mimbari, tujitahidi kuandaa vizuri neno la Mungu. Wakati mwingine kuna watu ambao ni wanapenda mahubiri mafupi sana, wanasema watu hawapendi mahubiri marefu, wanachoka neno la Mungu basi hata kama ni kanisani dakika tano, watu wanamaliza na wanasifiwa kweli. Wengine wanasema tunaenda kwenye biashara zetu, hasa neno la Mungu lisomwe na mahubiri yawe mafupi e. Japo mimi si muumini sana wa hilo huwa e, naona tulipokuwa na tunapokuwa na michezo maarufu ya hasa ya mipira, mfano kombe la dunia au afko niliyo iliyokwisha juzi kati hapa watu nafutwa naangalia mpira dakika tisini, wanaongeza dakika thelathini za nyongeza swi na penalty yupo yuko kimya tu. Japo kwenye mpira basi kunakuwa na fujo za hapa na pale, unajua ushabiki na nini na nakuwa nzuri sana watu wakiwaangalia pamoja. Sijawahi kusikiliza hata mara moja mashabiki wa mpira wanasema kwamba nani, ile ile, ule umoja shirikisho la mpira duniani kwamba FIFA kwamba nibadilishe muda wa, wa kuangalia soka uwe pungufu ya dakika tisini. Sijawahi kusikia na kimsingi, hata wakiongeza watu ndio watafurahi zaidi. Au kuna mitandao ya kijamii labda YouTube, naweza ukakuta watu wanaangalia mambo marefu sana, kama simulizi mbalimbali. Mtu anatumia muda mrefu sana, halalamiki na anasema muda ni kidogo, tuongezee tena. Sasa iweje neno la Mungu wakati mwingine tulalamiki, hasa makanisani kwamba ni fupi. Yani kimsingi inabidi tuhubiri muda mrefu sana, hata ikibidi lisali moja la msingi, wewe hubiri sasa, usiwafanye watu wasinzie, na uo umejiandaa vizuri. Tuwatendee haki wale watu wanaotusikiliza tunaowapatia neno la Mungu, lakini watu wetu vilevile, ni vyema tukawapa elimu zaidi na mafunzo ya kibibulia kwa mfano kuanzisha vikundi mbalimbali mbali. E, katika parokia na jumuiya vya kujifunza neno la Mungu, kusudi kuwawezesha zaidi watu walielewe zaidi neno la Mungu. Lakini kitu kikubwa vile vile kuitumia teknolojia tunayokuwa nayo sasa hivi radio. Nashukuru sasa hivi Tanzania tuna kwa mfano radio Maria na radio FM za majimbo mbalimbali mbali. Tena wanaungana wana, wana mara nyingi wanashirikishana neno la Mungu Tuweke neno la Mungu zaidi kwenye television. Tuna television yetu ya, eh, ya, ya, ya, television ya Tumaini ya kanisa, weka vipindi vya neno la Mungu, watu wamjue Kristo. Lakini hata kulipia kwenye hizo television za kama TBC mfano na ITV na, na zipo nyingi tu, weka neno la Mungu, watu waliangalie eh. Mitandao ya kijamii, kuna watu ambao wanapoteza pesa nyingi kununua data zao E, kushinda kwenye mitandao mbalimbali vitu ambavyo wakati mwingine tu ni vya poteza muda, naweza nikasema ambao si vya muhimu sana katika maisha, lakini tunaweka data za kutosha kule. Sasa zile data vile vile kwenye WhatsApp na mitandao mingine, tushirikisha neno la Mungu na watu, watafurahi sana. Na ndio maana hata sisi wenyewe, Injili ya Furaha, miaka sasa kama saba imepita, tunakuletea neno la Mungu kutumia hii teknolojia ya ya ya YouTube basi, unaangalia na wewe unashea kwenye makundi mbalimbali, na hivyo watu wanapata neno la Mungu. Kuanzisha injili ya furaha, lengo letu ni kutaka neno la Mungu likufikie wewe unayotusikiliza. Kwa hiyo tuendelee kabisa kabisa na kumwomba Mwenyezi Mungu atuimarishe. Bila kufanya hivyo Kristo hawezi, eh, hawezi hawezi kujulikana, kama mtaguso wa pili mababa wa kanisa walivyosema kwamba kanisa lipo kwa ajili ya kuinjilisha, si kwa kitu kingine hmm? Na kama kanisa haliinjilishi maana yake limekufa eh? Ni sawa na zizi, kwa mfano zizi, una zizi la ng'ombe, halafu una madume tu, utegemee nini? Ng'ombe zizi litaongezeka? Baada ya muda zizi linakwisha, hakuna mifugo. Kwa hiyo nawaamini, kama tunataka kuendea kuishi kuwa hai, lazima tuinjilishe, tumtangaze Kristo. Na tuwe na, na moyo ule wa kusoma neno la Mungu. Tumalizie sehemu ya kwanza kwa tafakari fupi, ni waulize: Nani mna Biblia hapo nyumbani? Kwa wiki unaweza ukasoma Biblia kama mara ngapi? uh -huh. Je, unafahamu kutumia Biblia? uh -huh. Kuna mtu waweza ukasema unampa Biblia ambayo ina agano la kale na agano, agano jipya kutafuta kitabu cha agano jipya anaanza kuangalia huku mwanzoni kabisa, anapekwa na anaenda kitabu cha Mwanzo, anaenda sio kitabu cha Kutoka. Mahangaiko makubwa sana tu, na ndio maana baadhi ya watu waliokariri mstari mchache ya Biblia, akikupiga tu neno la Mungu tu, Yakobo tano ngapi, wa Korinto ngapi ngapi. Aa, baadhi ya waamini wetu ni mbio kali sana, hawezi kutoa hoja. Yani ukianza kutoa hoja tu kwa kutaja mistari ah, waamini wengi wanakimbia. Ah, huyo ni kaka, bwana, najua neno la Mungu, wewe ukashindana naye. Ah, wewe unalisoma lakini neno la Mungu, na napotoa hoja zake zisikilize, lakini wewe, lazima wewe unasoma neno la Mungu na kulitafakari. Na tunaposoma neno la Mungu eh, tusiwe na sisi, tutumie neno gani zuri sana tumestart church, anakakata hapa na hapa ah, <tututumio> afu anaenda kumpiga mtu na hapo kwa kipande. Aha, lazima tusome vile vile kwa kuangalia muktadha mzima tuwa, kwa nini hayo maneno yalitamkwa, sio nakachomoa mtu tu alafu naenda kumkimbiza mtu mitaani kwamba unajua neno la Mungu ni, ni kuwafanya watu eh, e, wasijue neno la Mungu vizuri alafu na kuwapotosha kwa misingi hiyo. Basi naishia hapa, hizi dakika chache e, kama tisa kumi hivi, sasa ni sehemu ya kwanza. Sasa, nawaleta kwenye neno la Mungu lenyewe ambayo inabidiwe mtifu kwa sababu tena leo ndio Dominika ya neno la Mungu. Somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Isaya sura ya tisa aya ya kwanza mpaka ya kumi na nne. Naomba hicho hilo somo ulisome vizuri. Eh? Somo hilo ulisome vizuri eh? linaelezea juu ya ya ya ya ya sehemu mbili za Galilaya Zabuloni na na Naftali ambao walikuwa gizani, ambao walikuwa chini ya utumwa wa Waashuru, sasa wamekosa matumaini. Ndiyo nabii Isaya na anawajia anawapa matumaini kwamba mambo haya yataondoka, giza litaondoka, na natabiri Masiha atakayekuja ambaye atakuja kuwa Bwana wetu Yesu Kristo hao Waashuru walikuwa ni dola kubwa ya kijeshi e, katika Mesopotamia ya zamani e, na waliteka na kuwatumikisha makabila ya Israeli ya, ya kaskazini hasa hii Zabuloni na Naftali. Na wa Waashuru walijulikana kwa nguvu za kivita na wakatili, na walitawala mataifa mengi kwa hofu na kuwatoza ushuru wa kulazimisha. Kwa hiyo kwa Naftali na Zabuloni hizo sehemu mbili zilitawaliwa na wa, wa Ashuru. Maisha yakawa ya magumu, ndio sasa nabii Isaya ndipo anakuja nasema kwamba hapana e? msipoteze matumaini e? msikate tamaa, shida hizi mnazokuwa nazo zitaisha, Masia anakuja kuwakomboa. Na Mungu kweli aliingilia kati e? kama tulivyosoma Isaya tisa mbili anasema Isaya alitabiri kwamba watu waliokuwa wakitembea gizani wameona mwanga mkubwa. Mungu aliwapa tumaini kupitia unabii wa Isaya kwamba mwanga mkubwa utazuka ujio wa Masia ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kutokea karne e, kadhaa baadaye. Naona hii ilikuwa ahadi ya kuja kwa Masia Yesu Kristo ambaye angeleta mwanga wa wokovu na ndio maana Yesu baadaye kama atakavyosikia kwenye injili alianza utume wake Galilaya, katika nchi za Zabuloni na Naftali, akatimiza unabii huo. Kumbe watu wa Zabuloni walikuwa gizani kwa sababu ya uvamizi wa Ashuru, walihisi kukata tamaa. Lakini sasa anawaambia mwanga mkubwa unakuja, msikate tamaa. Na kwa maisha yetu ya kila siku, tunaweza tusiwe kwenye utumwa wa taifa jingine kama tulivyokuwa wakati wa ukoloni, si wa Uingereza na kadhalika lakini tunaweza tukawa na sisi na changamoto zetu, za sasa hivi zipo nyingi lukuki. Jiulize changamoto tunazokuwa nazo kwenye jamii, ukosefu wa ajira, vijana wana ajira, maisha magumu, magonjwa mbalimbali, sehemu nyingine huduma za afya ni duni, sehemu nyingine huduma za afya zipo, lakini mtu pengine hana pesa ya kuweza eh, eh, kwenda kutibiwa kwenye kituo cha afya au hata dispensary au hata hospitalini eh. Rushwa na ufisadi, ukosefu wa amani katika nchi yetu, elimu, eh, watu wengine wanakosa elimu, hali ngumu ya maisha, mambo mengi sana, changamoto nyingi. Na sisi baadhi yetu wengi wetu tuko gizani, lakini Isaya eh, na ndio kazi ya neno la Mungu sasa. Isaya anatupa matumaini, tusilale tupambane na hali hii changamoto hizi tunazokuwa nazo katika siasa zetu katika jumuiya zetu, ili tuondokane na hali hii. Isaya anatupa matumaini na kweli neno la Mungu litusaidie katika hilo. Somo la pili natoka waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza mstari wa kumi mpaka wa kumi na tatu na, na mstari na na wa kumi na saba. Paulo anawaandikia Wakristo wa Korinto waliokuwa wamegawanyika kwa kadri ya majina ya viongozi wao waliowainjilisha eh, hao wanasema si mimi ni wa Paulo eh? au wanasema mimi ni nani, si Kefa ndiye aliniinjilisha eh? hao kwa mfano wanasema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulibiwa kwa ajili yenu? au je mlibatizwa kwa jina la Paulo? Maana Kristo hakunituma ili nibatize bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Ni kama alikuwa amekasirika Paulo, niwafokea. Hata sisi wenye kuna mtu alibatizwa kwa jina la padre fulani? Hapana. Lakini kwa maisha yetu migawanyiko ipo pia Eh, kwenye, kwenye jumuiya kuna watu waweza kutawa wamegawanyika, eh, kwa sababu kiongozi fulani huyu labda ndiye mwenye kitao nani, kuna kuwa na makundi, kuna kuta na makundi wanapingana kwenye jumuiya ya Kristo tena kanisa Kristo yani, jumuiya ya Kristo ya kanisa Katoliki. Migawanyiko kwenye jumuiya kwamba hii, kiongozi mimi simtaki, akitoa maelekezo hakuna au kwake siwezi kwenda kusali. Sasa unakuta makundi makundi vyama vya kitume unakuta vipo, lakini kuna makundi makundi, labda wawata mfano hawa wanamfuata mama huyu, hawa wanamfuata mama huyu, hmm. Na parokiani vile vile watu wanaweza kugawanyika, uzoefu upo, kwa kadri labda ya padre fulani. Hapana, hatuwezi kwenda hivyo tatukubatizwa. Hata kama tutabatizwa na padre fulani, hatuwezi kusema sasa ndiye sisi tunaandamana naye au ndiye tunamkubali huyu, atumkubali. Hapana, Mapadu wote wako sawa, tusigawanyike. Umoja ni nguvu, na utengano ni udhaifu. Neno la Mungu lizidi kutuunganisha. Somo la injili ni injili ya Mathayo sura ya nne mstari wa kumi na mbili mpaka ishirini na tatu eh. Ni somo zuri sana, ulisome, linatafakarisha sana. Yesu anaanza utume wake Galilaya tena eh, katika maeneo hayo ya Zabuloni na Naftali Unabii ule niliyosema wa nabii Isaya unatimia, anaanzia kule. Alafu baada ya hapo anawaita mitume wake wale wa kwanza kwanza. Alafu inafurahisha, wanaacha kazi yao ya uvuvi wanamfuata Yesu mara moja. Hawaanzi kujitafakari kwamba hali itakuwaje, maisha yako itakuwaje. Hapana. Ah, hawakutaka kuchelewa. Hmm. Labda kwa hofu kwamba maisha wanayoyaendea yaendea ambayo labda hawana uhakika nayo yatakuwaje, au labda kutakuwa na giza mbele. Mara moja na lengo la Yesu ni kwamba hawa wamsaidie kutangaza ufalme wa Mungu, kutangaza neno la Kristo. Hii Dominika ni ya neno la Mungu. Yesu aliwahitaji hawa ambao kwa kweli walifanya kazi kubwa sana. Mitume watujengea msingi mzuri sana, mnaona. Kwa hiyo kwetu leo eh, tunapasha tu wafuasi waaminifu wa Yesu. Yesu anatuita kila mmoja alipo, katika kazi, katika familia, katika jumuiya, kila alipopote pale. Eh, kila mtu kwa nafasi anayokuwa nayo, je, tunajibu kwa vitendo mara moja? tuna tunaitikia tuna au hapana? na ni jukumu letu mitume. Sasa hivi akina Petro, Yohane wale 12 hawapo mimi na wewe ndio tumebaki kuwa mitume sasa. Tunaitikiaje kubiri neno la Mungu? Si kwamba sisi ni watu wachache tu. Aa, aa, ni wote wote, tushirikiane kwa pamoja, kila mtu katika nafasi yake. Na hivyo kuwa mitume wa kweli, inabidi tuishi maisha ya sala yaliyo mazuri, maisha ya kisakramenti, eh, kuwasaidia watu wenye shida mbalimbali, eh, na wenye shida waliogizani, kama nilivyokwisha kugusia kueneza mahali, kueneza upendo na amani mahali palipo na chuki na migawanyiko, eh? Kutangaza Kristo kama mitume walivyofanya. Hata kama tupate nafasi kama mimi hapa ninavyokuletea habari njema, au atupate nafasi hapo. Si lazima niwe sui katekista, sui niwe padre. Ah, hapana. Maisha yako yenyewe yawe ni eh, ya kumtangaza Kristo. Maisha yako yawe ni mtume. Sio kama wale watu ambao unakuta ana jina la Kristo unaweza kudhani ni Mkristo, lakini mwenyewe amechukua hilo jina kwa sababu amelipenda, eh, anajita jina la Kristo, lakini maisha ni tofauti kabisa a, hmm? Aure, ah, mchungaji una katuni lipita kwenye mitandao. Yule mchungaji anatembea na neno la Mungu, Biblia, anakuta watu wameketi hivi, akina mama wawili. "Bwana asifiwe," wakasema, wakawa namwangalia Aise, mnamjua Bwana wetu Yesu labda Kristo? Hapana mm, hatumjui uzia mtaa wa pili hapa, hakuna mtu anaitwa Yesu Kristo. Hii ni hatari sana, watu hawajamsikia Kristo. Kwa hiyo tunahitaji tuwapelekee neno la Mungu kama mitume walivyofanya tutoe muda wetu ni hmm, kitu ambavyo ni muhimu sana. Kwa hiyo, wapendwa, tuwe mitume wa kweli, tufuate nyayo za Bwana wetu Yesu Kristo, na huyo Bwana ndiye nuru na wokovu wetu, tusiogope. kwa ni kutakie jumapili njema ya neno la Mungu. Nimesema mengi, Mungu akuongoze umtangaze kisikutiya neno lake, na tuzidi kuombeana. Tumsifu Yesu Kristo.